Habari na karibu sana kwenye video hii muhimu kwa kila mzazi na mlezi anayetaka kumwona mtoto wake akifanikiwa kimasomo, kimaadili na kimaisha kwa ujumla. Hebu tujiulize, je, mtoto anawezaje kung'aa shuleni na hata nje ya shule? Jibu linaweza kukushangaza. Si vitabu tu, si shule nzuri tu, bali ni ushirikiano imara kati ya mzazi na mwalimu. Katika video hii tutazungumzia faida kumi kubwa na za kisayansi kuhusu ushirikiano huu. Hizi si hoja tu, bali ni nyenzo halisi za kulea kizazi chenye maadili, maarifa na mafanikio ya kweli. Kama wewe ni mzazi, mwalimu au hata mlezi anayejali mustakabali wa mtoto, basi video hii ni ya kwako. Mimi ninaitwa Muhere Madam. Kama bado haujasabskribu kwenye chaneli yetu ya Moyo wa Malezi, basi fanya hivyo sasa, kwani tunashirikiana kukuletea maarifa kuhusu malezi sahihi ya mtoto wako. Basi twende pamoja, tukafichue siri hii inayoweza kubadilisha maisha ya mtoto wako kutoka kawaida hadi kung'aa. Siri ya nane, ya tisa na ya kumi zitakustaajabisha sana. Siri namba moja: huongeza ufanisi wa kitaaluma wa mtoto. Hebu tuangalie ushahidi wa kisayansi. Utafiti wa Harvard Family Research Project unaonyesha kuwa watoto wanaopata msaada wa karibu kutoka kwa walimu na wazazi hufanya vizuri zaidi katika mitihani. Mfano halisi, mtoto anapojifunza hesabu shuleni na kisha mzazi anamsaidia nyumbani kwa mazoezi, anapata uelewa wa kina na uwezo wake huongezeka. Siri ya pili: hujenga mazingira chanya ya kujifunzia. Watoto hujihisi salama na wenye kuungwa mkono wakiona wazazi na walimu wanashirikiana. Hili huongeza ari ya kujifunza na kupunguza uoga. Kwa mfano, mwanafunzi anayejua kuwa mzazi wake na mwalimu wake wana mawasiliano ya karibu hujihisi na uwajibikaji zaidi darasani. Siri ya tatu: huweza kugundua mapema changamoto za mtoto. Ushahidi wa kitaalam unaonyesha kuwa ushirikiano huwezesha walimu kugundua mapema matatizo ya kisaikolojia na kimaendeleo kama vile ADHD, matatizo ya lugha au usonji, autism. Mfano, mzazi aliyetoa taarifa kuwa mtoto wake haongei sana nyumbani, akisaidiana na mwalimu huwezesha hatua za mapema kuchukuliwa. Siri ya nne: hupunguza tabia hatarishi. Wazazi na walimu wanapotoa mwelekeo mmoja kuhusu nidhamu, mtoto hupata msingi imara wa maadili, hivyo hupunguza vitendo kama utoro, matumizi ya dawa za kulevya na kadhalika. Kwa mfano, kampeni za pamoja za wazazi na walimu kuhusu matumizi ya simu shuleni zimepunguza sana usumbufu darasani. Siri namba tano: huwezesha malezi endelevu na yanayofanana. Ushahidi wa kielimu ambao ni theory ya Bronfenbrenner ya maendeleo ya mtoto inasisitiza kuwa mazingira ya mtoto nyumbani na shuleni yanapaswa kuhusiana. Kwa mfano, mwalimu na mzazi wakishirikiana kuwa mtoto asiangalie TV baada ya saa tatu usiku, wanaimarisha uthabiti wa maadili na nidhamu. Siri namba sita hujenga kujitambua na kujiamini kwa mtoto. Mtoto anayesifiwa kwa juhudi zake na mzazi pamoja na mwalimu hujenga hali ya kujiamini na kujitambua. Kwa mfano, mzazi anapoitwa kwenye hafla ya kutuza wanafunzi, mtoto huona mafanikio yake yana thamani kubwa. Siri namba saba huwezesha upatikanaji wa rasilimali zaidi Wazazi huweza kusaidia shule kwa njia mbalimbali kama vifaa vya kujifunzia, semina au hata msaada wa kitaalamu kama mshauri nasaha. Mfano, mzazi ambaye ni daktari anaweza kuja shule kutoa mafunzo ya afya ya uzazi kwa wanafunzi wa sekondari na vyuo. Siri namba nane, huboresha mawasiliano na uelewa. Ushirikiano hufungua milango ya mawasiliano bora kati ya shule na familia. Hii huondoa migogoro na mashaka. Mfano, badala ya kusubiri hadi tatizo litokee, walimu wanaweza kuwasiliana mara kwa mara kwa njia ya grupu za wasapu au barua za kila wiki. Siri namba tisa: huwezesha kuundwa kwa mipango shirikishi ya maendeleo. Wazazi na walimu wanaposhirikiana wanaweza kuunda mikakati ya pamoja kama IEP ambayo ni individualized education plan kwa wanafunzi wenye mahitaji maalum. Mfano, mtoto mwenye changamoto za kusoma huandaliwa ratiba maalum ya msaada ikikubalika na mzazi na mwalimu. Siri namba kumi: hujenga jamii imara ya malezi. Wazazi na walimu wakishirikiana, jamii nzima inanufaika, inakuwa na kizazi chenye maadili, uwezo na ustawi. Kwa mfano, shule zinazofanya warsha za pamoja na wazazi hujenga mshikamano unaoendelea hata nje ya shule. Malezi ya mtoto si jukumu la mzazi pekee au mwalimu pekee, ni kazi ya pamoja. Ushirikiano huu hujenga kizazi bora chenye maadili, uelewa na uwezo. Tukishirikiana, tunaweza kubadili maisha ya mtoto mmoja na hatimaye dunia. Ushirikiano huu si chaguo tena, ni lazima. Natumai umejifunza kitu kipya leo. Usisahau kulike Kusubscribe na kushiriki video hii na wazazi au walimu unaowafahamu. Tujenge taifa bora kupitia ushirikiano kwenye malezi bora. Asante, tukutane tena kwenye video inayofuata.